Sawa sawa e, kwanza kabisa wafanya biashara wenzangu wa, wa Kenyatta Market, ningependa kuwashukuru sana na kuwakaribisha kwa mwaka mpya, na kwa niaba ya kamati, ningependa tena kuwashukuru sana kwa kutupa mhula mpya kwa kuzidi kuwahudumia kama kamati kitu yenye ningependa kwanza kabisa kuanza nayo ni kuambia kwamba sisi kama kamati tuna uzoefu wa kufanya kazi ya kuwakilisha wafanyabiashara, na kwa hivyo vile tu mliangalia na mkamtupa kazi, ningependa kuambia kwamba mwaka huu tumeanza kuweka mikakati ile inaweza fanya soko yetu izidi kunawiri kuwa soko bora sana katika soko zote Nairobi. Kitu ya kwanza, juzi kabisa, mliona tukakuwa na mgeni ambayo anatoka Marekani, na hiyo ni jukumu yetu, kwa sababu tulijaribu sana ili tufanye kitu inaitwa digital marketing zaidi. Na hayo sasa, tumeanza kufanya kazi kabisa, ambayo tulipokuwa tunatembea round tukitafuta kura, kazi ambayo mlikuwa mnataka sasa tufanye kitu yenye inatatiza watu sana Kenyatta market vile mnajua ni usafi, na hatuwezi tukapata usafi kama maji hayako ya kutosha ndani ya soko yetu, na ndiposa tumeangalia tukasema, wacha tujikakamue vile tunaweza tujaribu vile tunaweza kurudisha hii borehole ifanye. Vile mnaelewa, kazi ya borehole ni kitu ambayo iko tunaita kwa Kiingereza cash intensive, inahitaji pesa mingi sana lakini kama kamati tumeonelea tutafute mbinu yoyote ile, tuone kama tunaweza amsha hiyo bohol. Kwa sababu tumejaribu sana serikali ijaribu itusaidie kuamsha hiyo bohol, imekuwa ni mambo ya ngoja ngoja. Juzi tungependa kuambia sasa kwamba tumejaribu tukapata fedha kidogo, ile imeweza kufanya sasa tuanze kuamsha hiyo bohol. Kwanza tumeanza kabisa na kutoa hiyo pamu ndani ya borehole iende ianaliziwe. Ikisha analaiziwa, tupewe cost, alafu tulipie hiyo cost, pump ikuwe repaired, irudishwe, alafu hiyo borehole ianze kufanya ili tukuwe na two sources of water, maji ya county na maji ya borehole hiyo. Tukikuwa na hizo sources mbili, at least soko yetu itazidi kuwa safi. So ningependa kuambia wafanyabiashara wa Kenyatta Market kwamba kamati inatakikana isaidiwe na wafanye biashara wote, kwa sababu bila nyinyi kutusaidia inakuwa ngumu sana kwetu kuwapea huduma bora zaidi. So ningependa kusema kwamba kwa upande wa bohol, tumeona tuanze kufanya kazi ya kufufua hiyo bohol vile inawezekana, ndio sasa tupate maji ya kutosha. Pump vile imetolewa inaanaliziwa na tumeambiwa na contractor kwamba labda tunaweza tumia kitu kama 500,000. Lakini tumejaribu vile tunaweza, tumeraise pesa kidogo kwa wafadhili wa ndani wa hapa ndani ya soko, wafanye biashara wa hapa ndani ya soko wenyewe wameona wajiingize ndani ya iboho wametupa fedha kidogo, na ndiposa sasa tumeanza kuwaomba nyinyi pia, na ile kidogo ambayo mko nayo mlete kwa ofisi ya chairman ili tuweze kutengeneza hiyo borehole sisi wenyewe, kwa sababu hiyo borehole inatusaidia kuwa na maji ya kutosha. Kwa hivyo, mimi nawaomba wafanye biashara mahali muko, ukijisikia una 500 ama una 200 ama 300 ama 1000 ama kiasi yoyote ile unaweza ona inaweza support committee, utembee kwa ofisi ya chairman. Tuko pale na kitabu na tutaposti hiyo pesa yote kwa WhatsApp group, alafu hiyo borehole ikitengenezwa imalizike tutawapea breakdown ya hiyo hiyo borehole vile imetengenezwa, pesa ngapi zimetumika na pesa ngapi zinahitajika kwa Kenya Power and Lighting Company. So mimi ningependa kuambia kama kamati, tutafanya bidii to make sure kwamba zile complaints ambazo mlikuwa nazo zote tunazi address, ndio biashara yenu izidi kunawiri. Kitu ingine ambayo tumeonelea tufanye apart from the borehole ni kwamba tumejaribu kuongea na kampani zote ambazo ni manufacturing kwamba zitakuwa wholesalers Kenyatta Market. Hakuna kampuni ambayo inakuwa manufacturing alafu inakuja kukompiti na wenye wanafanya retailing ndani ya soko. Hiyo kitu tumeaddress, na hivi karibuni mtaona changes. Hakuna vile utakuwa unatoka hapa unaenda kwa kampuni kama Angels unachukua piece moja, it will be wholesale only, ndio tukue na fairness kwa hiyo biashara ya kuuza nywele. Kitu ingine nye tungependa kuhakikishia kama kamati, tutajaribu vile tunaweza weka soko yetu safi, tutafanya marketing vile tunaweza, tutatafuta wafadhili mbalimbali wakuja ndani ya soko watusaidie. Vile tunaongea sasa hivi, nimetafuta mfadhili moja anaitwa Mr. Irungu Nyakera ambaye anasimama kiti ya governor Nairobi kwa chama cha DCP amekubali kutupea tank ya 10000 liters. So tukitengeneza hiyo boho alafu tulingi hiyo boho kwa hiyo tank ya 10000 liters, alafu tuweke hiyo maji tena kwa hizi tanga zetu zote. My friend, tutakuwa na maji ya kutosha na kila mtu atafurahia ndani ya soko yetu. Pia sisi kama kamati tungependa kutoa ilani kwa watu ambao wamekaa hapa kwa choo ya kamati hii yenye choo ya soko Wabebe virako zao waende kwa sababu hatutaki mambo ya side shows. public public facilities facilities will remain public facilities. Kulingana na wisdom ya court, wameruru wakasema kwamba Mzee Obiero abebe vitu zake atoke ndani ya hiyo choo, na tungetaka side shows mingi. So mimi na muadvise kwa niaba ya wafanyabiashara wote wa soko, abebe mitungi zake apeleke huko chini afanyie biashara yake huko chini. Kwa hayo machache, ningependa kusema sisi kama kamati, kazi yetu ni kuhudumia kila mtu. Hata mwenye hakutupigia kura, tutamhudumia. Mwenye alitupigia, tutamhudumia na tuta defend soko yenu. Mnakumbuka zile rumors ambazo zilikuwa hapo nyuma kwamba watu walikuwa wanafanya bidii wachukue uongozi ili wasaini soko yetu iende hiyo kitu tuta defend na tuta make sure nyinyi mnakuwa comfortable, biashara yenu inakuwa sawa, kila mtu anakuwa secure na kila mtu anazidi kufurahia matunda ya uchaguzi ambayo tulifanya. Kwa hayo machache, ningependa kuambia shukurani. Trust in the committee and the committee is ready to deliver. Thank you so much traders.